inawaamini sana viongozi wa dini madhehebu yote chini, na nyiye viongozi wa dini mmekuwa chachu ya kuimarisha amani na mshikamano katika nchi hii kupitia mahubiri yenu. Lakini wahakikishie serikali hii itaendelea kuimarisha mahusiano mazuri kati ya serikali na viongozi wa dini zote hapa nchini kwa lengo lile la kuifanya nchi hii, kila mmoja ashiriki katika kuifanya kuwa na amani ya kutosha, na tunaamini mtaendeleza jukumu hilo la kuwasihi Watanzania waone umuhimu wa kila mmoja kuwa ni sehemu ya mchango wa kulifanya taifa hili kuwa tulivu kuimarisha mshikamano miongoni mwetu na hatimaye ile tunu waliotuanzishia viongozi waliotangulia na waliotangulia mbele za haki ya amani katika nchi kuwa inaendelezwa. Dini zina misingi yake, dini zimejengwa kwa namna ya kuwa jenga waumini wake kuwa na staha, ustaarabu, lakini pia uvumilivu. Kubwa zaidi ni kutambua kwamba yeye ni miongoni mwa wanajamii wanaohitaji kufanya shughuli nyingine za kimaendeleo. Kwa hiyo, viongozi wa dini wanayo nafasi kubwa ya kuhamasisha waumini kushiriki kamilifu kwenye shughuli za kimaendeleo. Ndugu Waislamu, Islamu wenzangu, tunaendelea kufahamu jukumu la serikali na mimi nikiwa sehemu ya viongozi wa serikali kama msimamizi wa shughuli za serikali, lazima niwaambie kwamba serikali inaendelea kujenga misingi ya mshikamano kati ya waumini wa dhehebu wa moja na dhehebu nyingine, tena katika nyanja mbalimbali, lakini pia katika kutoa hamasa ya waumini kuendelea kushiriki ibada mbalimbali zilizoainishwa kulingana na dini ye na dini yenyewe na masharti yake.